Familia ambayo haina watu wanaoungama dhambi, hiyo familia msahau kufanikiwa. Ndiyo maana Mungu ameweka sakramenti ya kitubio. Wanawake kwa wanaume, vijana wa kike na wa kiume, wamwendee Mungu pia. Mungu, tumefanya dhambi kwenye hii ndoa, tumefanya dhambi, tunaungama, tunaomba toba sasa wengi wetu hatuungani hatu. Mtakatifu Thomas Aquinas anasema sakramenti ya kitubio ni mahali ambapo huruma ya Mungu inakutana na yule anayeitafuta hiyo huruma. Sasa umeenda kutafuta huruma ya maisha yako kwenye hiyo sakramenti ya kitubio? kuna wengine biashara zetu haziendi ni kwa sababu tumetenda dhambi. Ili ufanikiwe nje ndani, lazima uwe uko vizuri. Sakramenti ya kitubio iwe sehemu ya maisha yako. Kuna watu wanateswa teswa na mapepo, wanahangaishwa na mizimu ya kwao, wanahangaishwa na majini mbalimbali, ni kwa sababu mioyo yao na makazi yao hayako salama. Lakini ukienda kwenye sakramenti ya kitubio ukatakaswa, hilo pepo litapata makazi wapi? Mkatoliki yeyote ambaye kila wakati anaungama kwa dhamira ya dhati, kwa dhamira ya kuacha dhambi, ninakwambia huyo Mkatoliki, hata kama shetani na mawakala wake wataungana kwa namna yoyote, hawataweza. Sakramenti ya kitubio ni huruma ya Mungu, na huruma ya Mungu ni Mungu mwenyewe. Ndivyo Papa Francis alivyosema kwamba jina lingine la Mungu ni huruma. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ni huruma. Kwa hiyo unapoenda kwenye sakramenti ya kitubio unaenda kukutana na huruma ya Mungu ambapo huruma ya Mungu ni huyo Mungu mwenyewe.